Haleluya, haleluya, Mungu akubariki sana. E, nichukue nafasi kabisa e, kumshukuru Roho Mtakatifu ambaye ametupa tena kibali e, kukutana tena majira haya mazuri e, majira ya upendeleo wa kimungu na neema ya Kristo imekuwa ni kubwa. Nichukue nafasi kwanza kabisa tumbariki Roho Mtakatifu kwa kutupenda na kwa kututhamini. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa kutupa tena kibali E, kutupa tena neema, kutupa tena upendeleo. Tumeiona siku ya leo, siku nzuri yenye baraka nyingi. E, tumeona nguvu zako na tumeona utukufu wako Yesu Kristo. Tunakutukuza kwa sababu ya wema na fadhili zako kuu. Asante kwa sababu kibali hiki tulichokipata ni kibali kikubwa sana, na tunatamani tumwone Mungu kupitia neema hii kubwa ambayo baba umetupatia. Sifa na utukufu tunarudisha kwenye kiti chako cha enzi katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai, ah, amen, amen, amen. Ninamtukuza sana Roho Mtakatifu ambaye amekuwa mwaminifu kwetu ametupa kibali kikubwa na tumeona nguvu zake sana. Ee, haya ni maombi makubwa ya usiku, e, ya mwali wa moto. Ee, na leo, e, natamani tupitie pale kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 12. Eh, kuanzia ule mstari wa, uh, wa kwanza mpaka ule mstari wa tatu. Biblia inasemaje? Biblia inasema hizi ndizo amri na hukumu mtakazo zitunza kuzifanya katika nchi eh, niliyokupa Bwana Mungu wa baba zako uimiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi. eh, mstari wa pili anasema vunjeni kabisa mahali eh, mahali pote E, walipokuwa wakitumikia ya miungu yao mataifa mtakayomiliki, juu ya milima mirefu na juu ya vilima na chini ya kila mti wenye majani mabichi; nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomoeni nguzo zao, na mashela yao yateketezeni kwa moto na sanamu za kuchonga na miungu yao zikateni na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo. Umeona, sasa kwenye huu mwali wa moto ambao Yesu ametupa, tunataka tushughulike kuteketeza miungu ya familia. Kama alivyosema, ni maagizo ya kuiteketeza miungu ya familia. Na kati ya vitu ambavyo uh, bado huvijui, miungu ya familia imeua hatima za watu. Kuna vifo vya mapema kwenye familia, ni sababu ya miungu ya familia. Miungu ya familia iliabudiwa na babu zako na bibi zako wakati wewe hujazaliwa na wakati wewe haupo. Wa lakini ile miungu inafanya kazi mpaka leo. Ndio maana watu wanaitolea sadaka. Wanarudi kwao kila mwisho wa mwaka wanaitolea sadaka. Ile miungu inafanya kazi mpaka leo. Zile loo zinafanya kazi sasa, zimegeuka kuwa vifungo. Watu hawazai vifungo vya miungu. Watu hawaolewi vifungo vya miungu. Unafanya kazi hazifanikishi, ni vifungo vya miungu. Eh, kila unachokishika unapata hasara, ni vifungo vya miungu. Unapambana ufikie ndoto zako, ufikie ndoto zako, unaanzisha miradi, miradi ya iendi, vifungo vya miungu. Umeelewa? kuna madhabau za kifamilia ambazo zinafuatilia ndugu zako, jamaa zako, unakuta matatizo wote hayaishi kwenye familia. Kumbe nyuma kuna vifungo vya miungu. Sasa hii miungu ya kiukoo, namna ya kuimaliza ni kuiteketeza moto na kuitafutia sadaka maalum eh, kuvunja ile miungu. Mungu alimwambia Gideoni, akamwambia toa ng'ombe wa miaka saba ukavunja madhabahu ya miungu. Kwa hiyo unapotaka kushughulikia miungu, lazima utafute sadaka maalum, sadaka namba saba, sawa sawa. E, na Waamuzi sura ile ya sita kuanzia ule mstari wa kumi pale mpaka mstari wa ishirini na tisa ivunje miungu. Miungu ilimkamata Gideoni, akawa mpaka maskini na aelewi umaskini ulitoka wapi, lakini miungu imemkamata. Na ndio maana ninakwambia, unaposimama lazima miungu iharibike, unaposimama lazima miungu ife, ifike mahali uwashe moto. Glory to Jesus. Uwashe moto, menelewa Washe moto, teketeza miungu. Aleluya, nakupa hiki kiberiti cha upako eh. Chukua kiberiti cha upako na unanifuatisha umenielewa, kiberiti kiberiti. Eh, hiki kiberiti cha upako na watu mtaenda kushuhudia kwenye hiki kiberiti cha upako kiberiti, utashangaa kwenye hiki kiberiti cha upako na kila mmoja unachukua hicho kiberiti cha upako, tutaandika kila miungu miungu, kiberiti cha upako kiberiti, kila kila miungu inayofanya kazi kwenye nyumba lazima ichomwe moto. Umeelewa? Kila miungu ya kichawi lazima ichomwe moto. Miungu yoyote umeona ambayo inafanya kazi, chukua hiyo kiberiti. Nakwambia kabisa kiberiti, wewe nunua kiberiti, chukua kiberiti. Umeona? andika miungu yote ya familia umenelewa. Sasa unapoandika hiyo miungu yote ya familia, andika kwenye karatasi, andika kwenye karatasi, andika kwenye karatasi, sawa. Ukisha andika kwenye karatasi, umeona, ukisha andika, andika kwenye karatasi, chukua hicho kiberiti, umenelewa. Hicho kiberiti tutaenda kukifanyia kazi Sahi na tunaenda kuhakikisha, umeona, tunaenda kuhakikisha hiyo kiberiti inamaliza kabisa uchawi wowote ambao waliwahi kufanya au miungu yote ya ukoo ambayo imewahi kutumika. Biblia nasema imani ni kuwa na uhakika na uhakika huu, wewe uchukue uhakika huu unakwenda kuangamiza kabisa hiyo miungu yote Utaandika karatasi na hiyo karatasi, nataka watu ambao wanafanya chapu, andika hiyo karatasi, andika andika, andika andika, matatizo ya familia, yani ile miungu ya familia, andika. Umeelewa? Andika ile miungu ya familia, andika kama kuna manguvu ambayo yanafanya kazi. Umeelewa? yanafanya kazi nyuma ya mateso, kuna miungu tunakwenda kuchoma. Andika amzai amuolewi haupati kazi haufanyi nini, yaani hiyo auzai auolewi, haupati kazi, kazi zimeharibika, kila unachokifanya kimeharibika, kila unachokigusa kimeharibika. Naomba uandike vile vyote. This is a prophetic prayer. andika vile vyote, tunaenda kuteketeza huu uchawi na huu uchawi unaenda kuharibu kabisa maisha maisha, yaenda kufungua kabisa maisha yako kama wa mahali wamekufunga, uwe na uhakika unaenda kufunguliwa kwa namna isiyo kwa kawaida, katika jina la Yesu. Kamata hiyo karatasi, kamata hiyo karatasi, kamata hiyo karatasi na inua hiyo karatasi juu, nainua pamoja na kiberiti ambacho umenua kipya, kiberiti kipya, kiberiti kipya. Kamata hiyo kiberiti sasa, anza kuomba maombi yanifuatishe, sema E Bwana Yesu, nimesimama mbele zako kama mtumishi wako, ninatangaza katika jina la Yesu, leo hii nimekamata kiberiti hiki. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, hii kiberiti ninaigeuza kwa jina la Yesu Kristo, uwe ni moto usiozimika wa kuangamiza uchawi, ushirikina, uganga, mizimu, katika jina Yesu, uwe ni mwali wa moto sawasawa na neno lako kwenye kitabu cha ja Ufunuo, huu ni mwali wa moto, nitakapoteketeza wachawi wote wateketee, miungu yote ya familia iteketee, madhabau zote za familia ziteketee katika jina la Yesu Kristo. Rikanda ramasika, kamata hiyo karatasi, kamata hiyo karatasi, vyote na kiberiti vikamate pamoja, anza kuomba maombi haya. Sema kwa jina la Yesu ninatangaza, kila mateso, kila matatizo, kila uganga, kila uchawi, kila ushirikina kila miungu, kila nguvu ya giza ambayo inafanya kazi kwenye familia leo, kwa jina la Yesu ninachoma matatizo yote, ninachoma miungu yote, ninachoma uganga wote, ninachoma ushirikina wote, ninachoma nguvu zote za miungu, kutozaa, kutokuolewa, kutopata kazi, kuishia njiani leo! Kwa jina la Yesu ninachoma uchawi ninachoma uganga ninachoma ninachoma miungu ya ukoo ninachoma miungu ya ukoo inaonisababisha nisizae nisipate kazi nisiinuke nisipige hatua, eh miungu ya ukoo ritatatata ratatata rakatatata eh miungu ya ukoo eh miungu ya ukoo shika moto eee,

Ninaichoma moto, ninaichoma moto, ninaichoma moto, ninaichoma moto! Makori, makori, makori, makoria rese tetetete, baba, baba, baba, ninawasha moto, moto usiozimika, moto usiozimika, moto usiozimika, moto usiozimika, moto usiozimika, risa tatatata rikandara, baba, ninachoma moto, ninachoma moto. Aya magonjwa ninayachoma moto, aya mateso nina ninachoma moto magomvi ya ndoa, ninachoma moto mafarakano, ninachoma moto mateso ya watoto, ninachoma moto mateso ya giza, ninachoma moto kila changamoto yoyote inayotokana na miungu ya familia ninaichoma moto. Kuanzia sasa, ule moto ukalambe, moto ukalambe uchawi wote, moto ukalambe ushirikina wote, moto ukalambe mizimu yote, moto ukalambe kila uganga, katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu hai. Mtu mmoja aseme amina. Kamata hiyo karatasi, ichome, ndoto mbaya zitaondoka, mateso yote yataondoka na mizimu haitakutesa tena. Naomba uchukue sadaka yako hiyo na sadaka namba saba, inua sadaka yako namba saba. Chukua sadaka yako namba saba, inua sadaka yako. Una elfu moja saba, una elfu mbili saba, una elfu tano saba, sadaka yote namba saba, ikamate. Baba, natangaza kupitia sadaka hii, hakuna miungu, hakuna uchawi, hakuna ushirikina utakaofanya kazi kuanzia sasa, katika jina la Yesu na Mungu Kristo, mwana Mungu hai. Sema amina. Chukua sadaka, itume kwenye namba ya Vodacom, utashangaa matatizo yote inaisha na ndoto zote zako zinarudi upya na unakuwa mtu mzuri wa utukufu wa Kristo Yesu. Mungu akubariki sana. Shalom. Omba maombi haya narudia mara kadha mara kadha.